Generali Samuyo tisini dakika kwa kipinga cha mwamuzi imetamatika kwa Simba Sports kuondoka na alama tatu bao moja dhidi ya JKT ambao likuwa ni wenyeji wa mchezo. Heavyweight Dullah, umeutazama mchezo kwa tafsiri ya dakika 45 za kipindi cha kwanza mm, na hata za kipindi cha pili kwa namna ambavyo Simba ilikuwa kikabiliana na mpinzani wake. eh, 45 za kipindi cha kwanza tumeona mchezo ambao ulikuwa na matumizi makubwa ya nguvu, lakini licha ya hivyo umeipa nafasi Simba Sports kupata uh, bao moja tuanzie hapo. Nini ambacho kimekuwa uh, sehemu ya mabadiliko katika kikosi cha Simba Sports, lakini mpango wa mwalimu wa JKT umeweza kuwadhibiti vipi Simba Sports kutopata idadi kubwa? Yeah, of course, kwanza kwa upande wa Simba Sports Club ni ni mwendelezo tu wa kucheza katika kiwango ambacho nafikiri watu wengi hawajategemea. Ni kama toka wamefika fainali ya shirikisho imekuwa kama yani timu kama ina mm. Sio nanielewa, yani timu kama vile haipo, yani kama inasukumwa ni eh, yeah. Unajua afu pia kumekuwa kunafanyika rotation za hapa na pale. Unaona uh, uh, mechi iliyopita katambulishwa awesu uh, awesu no. mechi hii unaona katambulishwa ya Joshua Mutale, Mutale. sio nanielewa eh, kuna mtu kama Valentino ameendelea kucheza pale uh, ambae, kwa, na nini Steve Dese Mkwala ambaye kwa namna fulani anaonekana kwenye kwa siku za karibuni kama kashaanza kuaminiwa zaidi mm kuliko ateba lakini, ndio hivyo, yani kuna mabadiliko ya hapa na pale eh, yameendelea kufanyika pale Debra Fernandez pamoja na huyu uh, nani Fabrice Ngoma leo ndo wamecheza kwenye eneo la katikati waneja. Na Jean Charles ya Yahua, mchezo uliopita amekosekana leo ameanza na mabadiliko ya hapa na pale, kwa hiyo nafikiri pia hii inaweza ika affect flow ya mchezo ambao Simba wamekuwa wakienda waki nayo, kwa hiyo sio mbaya, kwa sababu kwa sasa hivi Simba haipo kwenye nafasi tena ya kucheza tu mpira kama kama, kama sijui nikwambie yani, kucheza tu mpira ah, sasa hivi Simba haija, ee, haipo kwenye kwenye ile muda wa kurelax yani, ule muda wa kusema kwamba hapa sasa hata tukicheza vizuri ya. Yani, ipo kwenye pressure yani, wakipoteza mechi moja au wakitoa sare mechi moja, tafsiri haraka haraka ni kwamba wamempa nafasi nzuri sana ya Yanga kutetea ubingwa. Kwa hiyo manake hapa sasa hivi kinapigwa tu washinde, kwa hiyo E, sio mbaya lakini kwa upande wa JKT Tanzania hamna ni hamna ambacho kimebadilika kwa sababu mimi mm. E, kwenye kipindi cha asubuhi cha leo tena pale Klaus nilitabiri kwamba mchezo utaamuliwa na, na goli moja tu. Nilitabiri ya mchezo utaamuliwa na goli moja na Simba ndo atapata hilo goli kwa sababu niliamini safu ya ushambuliaji ya JKT haina uwezo yani, haijafunga mabao. Unajua msimu huu kwanza wameanza mechi tatu basipo kufunga goli. Yaani inakuwa ni kwa mara ya kwanza kwenye historia ya hii club. Nafikiri Jemedari Saidi na kuweza kupata magoli. Ma magoli. Wamepata magoli sita katika mechi tatu za mwisho walizocheza, alizocheza Sare ya mbili mbili, mbili mbili, ta wakaja wakafungwa tatu mbili na Tanzania Prisons, ndio? Mfano kama bao la leo unaona. Eh, wakati attempt ile huyu Steve Dese Mukwala ana attempt ile cross kwenda kwa uh, Fabrice Ngoma ambaye aliutapi ni mpira tu kwenye close range hmm, unagundua ni vitu ambavyo kwenye michezo yao wamekuwa wakivi wakivirudia rudia. Kwa mfano katika sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Ken Gold pale pale Isamuyo imeshai kuto, kutokea scenario kama hii ambapo waji Uganda waliweza kum... maeneo half space, unaona kuna wachezaji akaupiga ule mpira kwa Peter Kayanda ambaye akaupiga na Kisigino kwa Celebwenzi ambaye alikuwa unmarked Sinaelewa kwenye close range kama ilivyo leo. Kwa hiyo Jemedari Saidi, timu yako imekuwa ikirudia makosa. Lakini ka review mchezo ambao walicheza dhidi ya Azam FC mwezi Desemba, wakala chuma tatu sinaelewa eh, kuna kuna pasi ambayo ilipigwa kutokea kwenye maeneo ya half space na Jibril Sila, ilikuwa inalenga kumpata Nasoro Saadun, lakini kwa sababu Nasoro alikuwa kaache, ilikuwa ameona kama yupo kwenye offside position, akaiacha kwa Uh, kwa akaiacha maanake Faisal akaiokota na wale kwa sababu wanakuwa wanakabia umbali mkubwa sana, yani kwenye high defensive line kama unavyoona, yani space kubwa sana nyuma ya safu yao ya ulinzi. Faitoto akauchukua akaingia nao akamtoka David Bryson akapiga, uh, eh, cutback pass ikamkuta Idinado ambaye naye alikuwa unmarked hajamakiwa haja, haja, haja, haja na mtu yote akaupeleka mpira nyavuni, lakini kosa lilianzia kwenye kuclear mipira ya kona, jambo ambalo pia wamekuwa wakirudia. Jemedari Saidi, timu yako hiyo ya tim dhidi uh, ya Coastal Union. Pale pale Isamuyo. Umeelewa? Hmm. Wanashinda mabao mawili kwa moja. E, lile bao moja la Coastal Union lilitokana na mpira wa kona uliopigwa baadaye, huyu Bryson Rafael akauclear ukamkuta Harub Muhammad, Harub Muhammad akaurudisha ndani, uh, Edson Katanga akajiweka. Sio unanielewa. Hmm. Kwa hivyo sio unaelewa? Hmm. pi, picha picha nao kwamba kwa makosa haya yanaji Yaani, wanakuwa attracted na yani sehemu ambako kuna mpira wachezaji wa JKT wanajikusanya pale, alafu wanaweza wakaacha wachezaji wawili uh, wote uh, hawajamakiwa, yani hawana mtu anayemkaba tena ndani ya box kwao, unakuta wanafunga magoli kwao. Wanashindwa pia kudili na hizi cross. Kwa mfano hata mchezo dhidi ya JKT Tanzania, nafikiri dhidi uh, ya Singida Black Stars walishindwa kudili na cross, si unanielewa? Ni, ni timu ambayo ina hiyo udhaifu. Kwa hiyo, kwa Simba, niam unavokuwa na udhaifu kama huu automatically Wazima Uta... eh, watakuadhibu. mm. Yes. Joshua Mutale Budo, mm. kwenye mchezo huu pia miongoni mwa wale wachezaji ambao wameendelea kutambulishwa katika kikosi cha kwanza hmm. licha kwa Christos uh, Magoli alizungumza kuhusiana na wale wachezaji ambao walikuwa na kiwango bora hmm. lakini kufika Simba Sports, kama mambo yamebadilika kidogo. Kuna mtazama aje? dakika zake 45 za kipindi cha kwanza ameonekana maeneo kadhaa ya uwanja, lakini hmm. mabadiliko yake kidogo katika kipindi cha 45 za kipindi cha pili hmm. kama kuna hali ya uh, kudelay ilikuwepo, nasema hivyo hmm. Unajua, Joshua Mutale kwanza sio mchezaji mbaya, kila siku nasema lakini labda niweke clear tu kitu kimoja. Joshua Mutale kwa kiwango chake eh, na kwa status na ukubwa na uzito wa klabu ya Simba, nafikiri Simba Sports Club kwanza, naamini watamuacha baada ya kumalizika kwa msimu. mimi binafsi naamini watamuacha, lakini hata kama kuna viongozi ambao unajua, kwenye usajili kuna mgawanyiko, lakini hata kama kuna viongozi ambao wanaamini Joshua Mutale anastahili kupewa nafasi, mimi kwa upande wangu nafikiri Eh, watakuwa hawako, hawako correct mm. Si unanielewa? Yeah, na ni, ni muda sasa wa Simba kutafuta wachezaji viungo washambuliaji eh, barani Afrika wako, wapo wengi wazuri ambao wana uwezo mzuri wa waku, kutawala eneo la kati. Unajua, Joshua Mutale mimi namuona zaidi kama kiungo mshambuliaji wa kati huku mm-hmm. Kwenye mawingers, wingers, unajua wingers wanatakuwa wawe na vitu vingi skill set kubwa ambayo inawafanya kwanza wawe ina kwa na kasi sana ambayo inaweza kumfanya akimbie sehemu ya pembeni mwa uwanja kwa spidi kubwa, anapofanikiwa kumtoka defender na vitu kama hivyo, pasipo kufikika kirahisi kama unavyoona akina Elim Panzo. Hiyo ni kitu cha muhimu sana kucheza maeneo ya pembeni, lakini kama unapenda kupiga zile short pass, kubadilishana one two one two, nafikiri eneo zuri zaidi linalokufaa eneo la katikati. Sasa kwa Afrika hii wachezaji wakubwa wana ambao wana uwezo wa kucheza kwenye eneo la kati wapo, si kwa mfano kama kuna mwamba anaitwa Lasin Kauma hilo e, ilo jina lake kidogo sitaki kulirudia, lakini huyu jamaa anacheza katika kikosi cha Stade Malier ni bonge moja la fundi. Kwa watu wanaofuatilia michuano inaoendelea hii uh, ya, ya kombe la shirikisho, by the way watakuwa wameshamuona e, watakuwa washawahi kumuona e, lakini vile vile anafanya vizuri hata kwenye kwenye ligi uko. Kuna mtu kama Ibrahim Turai anacheza katika kikosi cha Bo Rangers ya Sierra Leone. Wapo wachezaji wa design hiyo wanaweza wakaenda waka nao na kuwasajili kama mbadala wa Joshua Mutale. Si guarantee kwamba wanaweza wakawa na kiwango kizuri kama Joshua Mutale, lakini tayari wamesha prove kitu na wanatakiwa waaminike kucheza kwenye timu kubwa kama kama Simba Sports. So, kwa upande wangu mimi bwana heavyweight hmm. nimeangalia viungo wengi barani Afrika, wengi sana. Kwa level ambayo Simba imefika, inatakiwa kuwa na safu nzuri sana ya kiungo. Mind you, hmm. naendelea huwa anapenda sana kutoa insight kadri ya muda unavyozidi kwenda, kwa sababu tuna approach kuelekea mchezo wa finali ya kombe la shirikisho no. Swali langu la mwisho, mi nitamaliza na mwamuzi Jafet mm. E, yeah, smart mm. Amezungumzwa Kefa Kayombo, lakini maamuzi aliyofanya e, kadi aliyoipeleka kwa meneja kwa faulo ambayo alidhani e, ametendewa madhambi e, Debora Fernandes, lakini mm. ukirejelea picha za marejeleo mm. unaona kwamba sivyo alivyo tafsiri mm. ni presha ya mchezo Uh, ndo mwendelezo wa Simba kutafuta matokeo katika njia yoyote kuhakikisha kwamba hivi uh, viporo havichachi. Kwa namna ambavyo unatazama maamuzi ya waamuzi jinsi yanapokwenda, unajua lazima nitoe elimu kwenye mambo kama haya hmm. swala la mwamuzi hmm. mara nyingi kwenye ishu ya mwamuzi hmm. akikosea no. mara chache sana klabu ndo inahusika hmm. mara nyingi sana bado inamshukia ye mwenyewe mwamuzi mm. Pamoja na mwamuzi kwamba of course amechezesha kwa mba, am, am, kwa, kwa sio mbaya sana mm. Ila tu ni kwamba mara nyingi sana iko hivi hizi timu kubwa no. Baada ya kumalizika kwa mchezo mm. Kinachoangaliwa ni wapi mwamuzi alikosea, sio wapi alipatia, wapi mm. Alikosea sasa, nataka ni vishauri vilabu vi, vi, vi vingine mm. especially mid table, mid table teams timu hizi za, za katikati ambazo zenye malengo yake ni kubaki kwenye ligi tu, azinaga mambo ya ubingwa wala sijui kwenda shirikisho wala klabu bingwa, yani wao ni kukaa kwenye ligi basi. Ni washauri kitu kimoja, mnapokwenda kucheza na timu kubwa, hemu msisikilize kitu gani kilitokea kwenye mechi zilizopita, msisikilize watu wa mitandaoni wanasema nini kuhusu waamuzi wa wakicheza na mechi fulani, sijui timu fulani ikicheza na waamuzi hawa sijui vina... Wasisikilize, kwa sababu haya ndo wanawafanya wao. Kwa mfano, kuna kuna momenti moja yule Mudibeka Eh, Mohamed Bakari alimsukuma golikipa pini pini, kama kamsukuma na mbele, kuna bango, ina maana alikuwa na riski pale. Ange, ange, ku, ule kwa mfano ule pini pini kama angekosa balance, pengine angeweza kuumia. Anapewa yellow card, ana complain, anaona kama ameonewa, si unanielewa? Kwa tafsiri haraka haraka, mchezaji inawezekana alikuwa kashamezeshwa kwamba huyu mwamuzi anaibeba Simba, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya kwa hiyo, naye ana analichukua kama kwa lilivyo kwa kwa ehe analichukua kama lilivyo basi anaenda nalo kwenye mechi. Okay. Umenielewa? Mm. Sasa haya mambo. Naam. No. Mimi naendelea kuwaambia timu hizi zingine kwenye ligi. Zifocus kucheza kwa sababu of course ukitaka kupata favoritism, pambana hapo ulipo. Usikae JKT, usikae Namungo, usikae Dodoma, usikae Coastal Union, usikae Singida, usikae wapi. Ukitaka kupata favor ya timu kubwa kwenye ratiba, kwenye sijui waamuzi, kwenye nini, pambana ulipo, nenda. Onyesha kiwango chako usajiliwe timu kubwa. Kwanzia maslahi, kila kitu utapata. Mimi nawapa ushauri tu, vijana wenzangu wanaocheza ligi. Kama ambavyo kazi yoyote unavyoona wewe, kampuni kampuni ndogo uweze kaifananisha na kampuni kubwa, hata kama ikikukosea wewe, ina uwezo wa kuku, kukukandamiza kuku, kuku, yani vile vile, na usifanye chochote ukienda mahakamani. Wataajiri mawakili wenye uwezo kwa sababu wana uwezo wa fedha. Kesi ikienda muda mrefu, wewe uwezo wa kuwalipa mawakili huna, utafilisika, utarudi kule kule kwa hiyo ndo unawaambia hawa wachezaji wa, wa timu ndogo especially ndugu zangu wa Tanzania waache kucheza na mechi za mitandaoni. Oh, jaribu mimi naumia, nawaambia kitu kimoja, jaribu kucheza mechi sawa, kucheza mechi kwa kuonyesha uwezo wako kuisaidia timu shimenelewa. Kwa sababu hiyo timu hata kama uki, uki, ukisema ubaki hapo milele huna chochote utakachoachieve. Unaweza ukacheza hata miaka kumi usichukue kombe lolote iwe, iwe FA, iwe ligi, iwe sijui kombe lolote na muungano hapo unaweza usichukue. Na hizi timu kubwa zikaendelea kuchukua tu kila msimu, kila msimu, kila msimu. Sio unanielewa? Kuelewa vizuri. Kwa hivyo hawa wachezaji wengine wapambane. Sio kitu kidogo, unajitoa mchezoni unaanza kumtukana referee. Safari yako bado ndogo. Unatakuwa utoke hapo ulipo uende timu kubwa. Kuna wachezaji wengine washaji kati ya tamaa. Unakuta. Sasa kwa mfano kama kuna incident ilitokea pale. E, mmoja wa, wa, watu wa kwenye benchi la ufundi awa la, la JKT sijui alikuwa akatoa maneno au ukafanyaje, umenielewa, jambo ambalo lilimkwaza yule Jafet Smart akaenda kumpa kadi nyekundu nye, na nilivyoangalia lile tukio ndo ni kwa, wa JKT kwa sababu e. Unajua hata ukiingia Instagram, ukisoma ukisoma soma comment utaona watu wanaandika kwa huyo mwamuzi alivyofanya huyu, mm. siku akichezesha mechi mechi fulani huyu mimi nikiwepo, sio nitafanya vyema. Maana yake hata kuna wachezaji wana akili hiyo hiyo, oh. au na watu wa kwenye benchi la ufundi la timu fulani unaweza kukutana nao wana akili hiyo hiyo mm. kwamba huyu akifanya hivi na hivi, kwa hiyo ikitokea kosa dogo anaanza kureact, anataka ku, anakasirika mm. anaanza kusijui nini na ngia maneno anaongea maneno ya hovyo anafanyaje na nini, sasa ndo tunarudi kule kule mwamuzi mm ndo maana haruhusiwi hata kuhojiwa na vyombo vya habari. Unaweza kumhoji mwamuzi? Mwamuzi anakuwa protected dunia nzima mm. na hata kama akikuonea, kuna namna yake ya ku complain unaweza complain na bado ukaendelea ku... Ku, ku, ku... Uh -huh. wewe ndo ukapata rungu <laughs> timu zote of course, timu zote hata hata hata Madrid wameshawahi kulalamika sana kuhusu waamuzi kwenye Madrid TV. uh -huh. Umeelewa? Mm. Lakini mwisho siku ilikuwaje? Yule muamuzi ambao alimkataa asichezeshe fainali ya Copa del Rey ndo akapangwa. Umeelewa? Yeah. Na wakafungwa kwa mabao matatu kwa mawili <laughs> na incidents kibao zimetokea pale.